Ni kwanza, kwa majina naitwa Joseph Chelewa ia, ambao ni mmoja wa jumama Uwamda. Kwa sasa, kweli nimepiga hatua. Kwa ni muda ni mchache, lakini nimepiga hatua sana. Uongozi wako mzuri, wanafanya kazi kwa redi, wako makini katika kutekeleza kila kitu ambacho mpaka sasa. Mpaka sasa ni kitu gani ambacho kinakufurahisha kwa utendaji wao? mpaka sasa ni vitu vingi tu, kwanza sasa watu wametokea mtu mkubwa mauzulio anafaisha mwenyene ndo mzima ans okay, unaongeleaje? Ndio mipango ya dira yao ya miaka miwili ambao wameitangaza sio muda. Kwa kweli mimi naona kama watafanikisha kwa sababu muonekano wanaonekana, yaani watafanikiwa na watafanikisha vidi kwa sababu sisi wanachama naye tuko na hiyoabianataunga mkono tahakikisha tunafanishanauja mipango yeah, mi, mipango mipya hivi karibuni wanasema kwamba wanataka kuzindua klabu na, na TV online. Hii mipango wewe, oh, kwako umeipokeaje? Nimepokea vizuri sana kwa sababu kwanza, yeah, mwenyewe anapenda kuna, kuna mipango mpango, japo ingine nimesikia michezo takiweo michezo mbalimbali ikiwepo football, mbeleni huko yeah. Unahisi kutokuwa na faida gani mkianzisha TV ya Uwamda TV? Faida zitakuwa nyingi mm, kwanza wanachama wanafaika kwa ujumla. Uwamda nzima itafaika. Eh, unawaambiaje sasa wale ambao wanataka kuwakaribisha labda kwenye eh, kufuatilia Uwamda TV? Uh, wakaribie tu wafuatilie. Ah, pia kuna wale ambao bado hawajiunga na Uwamda mm. Na wapo, nafasi zipo, wanakaribishwa sana waje wajiunge. kwa sasa Uwamda imenonga sana ili waweze kupata taarifa za Uwamda TV, unawashauri wafanye nini? Kwa sasa, kwa sasa Uwamda imekuwa kuna page kila mtandao zipo, kuna Instagram, YouTube, Facebook hata TikTok inapatikana.